Iran imetangaza kukamata zaidi ya vifaa mia moja vya mtandao wa satellite wa Starlink ikisema vilikuwa vinatumiwa na maadui wanaotumia hali ya sasa ya nchi vibaya kwa madhumuni ya kiusalama. Kwa mujibu wa polisi wa Iran, operesheni hiyo ilifanya katika maeneo mbalimbali ya nchi baada ya vyombo vya usalama kugundua kuongezeka kwa matumizi ya mawasiliano yasiyoidhinishwa wakati wa mvutano wa ndani na mazingira ya taharuki ya kisiasa. Maafisa wa usalama wamesema kuwa vifaa hivyo vya Starlink vinavyomilikiwa na kampuni ya SpaceX ya bilionea Elon Musk viliingizwa nchini humo kwa njia za kimagendo na kutumika kukwepa mifumo rasmi ya mawasiliano inayodhibitiwa na, na serikali. Polisi wameeleza kuwa matumizi ya teknolojia hiyo yalikuwa yakilenga kuruhusu mawasiliano ya siri bila kufuatiliwa, jambo ambalo Tehran inaliona kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wa taifa. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, Iran inadai kuwa baadhi ya makundi na watu binafsi wanaohusishwa na mataifa hasimu wamekuwa wakitumia mtandao wa Starlink kuratibu shughuli za uchochezi, kusambaza taarifa zilizodhibitiwa na kusaidia operesheni za kijasusi ndani ya nchi hiyo. Serikali ya Iran imekuwa ikisisitiza kuwa katika nyakati za migogoro, udhibiti wa mawasiliano ni suala la kimsingi la kulinda utulivu wa kitaifa. Starlink imekuwa ikitajwa mara kwa mara na mamlaka za Iran kama chombo cha vita vya habari kinachotumiwa na nchi za Magharibi. Tangu miaka ya hivi karibuni, huduma hiyo imekuwa ikisifiwa kimataifa kwa uwezo wake wa kutoa internet bila kutegemea miundombinu ya ndani. Lakini kwa upande wa Teheran, uwezo huo huo unaonekana kama njia ya kudhoofisha mamlaka ya serikali na kuvunja sheria za nchi. Kukamatwa kwa vifaa hivyo zaidi ya mia moja kuna ashiria kuimarishwa kwa msimamo mkali wa Iran dhidi ya teknolojia za mawasiliano zisizodhibitiwa, huku polisi wakionya kuwa operesheni zaidi zinaweza kufuata. Wakati huo huo Hatua hiyo inaongeza mvutano kati ya Iran na nchi za Magharibi kuhusu haki ya upatikanaji wa taarifa, uhuru wa mtandao na matumizi ya teknolojia katika migogoro ya kisiasa na kiusalama.